Karibu tena katika chaneli ya Gumzoni. Kama ndiyo mara yako ya kwanza unatembelea chaneli hii, kumbuka tunajifunza mambo makubwa zaidi, Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla, hivyo subscribe ili usipitwe na video zetu. Siku ya leo tunaangazia joto la kisiasa barani Afrika na mvutano kati ya mataifa ya magharibi na kiongozi chipukizi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore. Hizi hapa ni hatua kumi nyeti zaidi amechukua kapteni huyo zilizomfanya achukiwe na mataifa mengi ya Ulaya. Kwa hima zaidi tuziendee sasa. Tuanze na jambo la kumi ambapo tuna taarifa zinazodai kuwa Kapteni Traore anatumia dhahabu ya taifa kulinda utawala wake badala ya kuwanufaisha wananchi. Inasemekana kuwa fedha hizo ambazo zingeweza kuboresha maisha ya wananchi zinaelekezwa kwenye kuimarisha jeshi na utawala wake. Hii inapingana na matarajio ya mataifa ya Magharibi ya kuona rasilimali za nchi zikitumika kwa uwazi na kwa ajili ya maendeleo ya wananchi badala ya kuimarisha utawala wa kijeshi. Hatua ya tisa inashikiliwa na hatua ya Kapteni Traore kupuuza ushauri wa jumuiya za kimataifa kama vile ECOWAS na Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu na demokrasia. Amekuwa akitupilia mbali maazimio na wito wa kurudisha utawala wa kiraia haraka. Mataifa ya Magharibi yanaona hili kama dharau kwa misingi ya demokrasia na utawala wa sheria wanayosisitiza. Namba 8 tunaikuta hatua yake ya kuunganisha nguvu na nchi jirani za Mali na Nija, akitengeneza muungano imara wa Liptako Gulma Alliance AES, unaoonekana kupinga ushawishi wa Ulaya katika ukanda wa Sahel. Muungano huu unalenga ushirikiano wa kijeshi na kiuchumi. Hii inatishia ushawishi wa kihistoria wa Magharibi katika ukanda huo na inachukuliwa kama jaribio la kubadilisha mwelekeo wa kisiasa wa Afrika. Saba ni hatua ya Kapteni Traore kukataa misaada kutoka Ulaya, anayodai inakuja na masharti ya kisiasa yanayolenga kudhibiti nchi yake. Amesisitiza kuwa Burkina Faso haitapokea misaada inayochochea utegemezi au kuingilia uhuru wao wa kujiamulia. Kukataa misaada hii kunaonekana kama kutokubali utaratibu wa misaada ya kimataifa ambayo mara nyingi huambatana na masharti ya utawala bora na demokrasia yanayopendekezwa na magharibi. Nafasi ya sita ni hatua ya Kapteni Traore kuweka masharti magumu kwa makampuni ya Ulaya yanayofanya biashara nchini humo, huku akionekana kulegeza masharti kwa wawekezaji kutoka mashariki, hasa Urusi. Makampuni ya Ulaya yanalalamika kuhusu sheria kali na kodi. Hii inahatarisha maslahi ya kiuchumi ya mataifa ya magharibi na inaashiria mabadiliko ya sera za kiuchumi zinazopendelea washirika wengine. Jambo la tano ni madai ya Kapteni Traore kuwa Ufaransa inaendesha njama za kuibomoa Burkina Faso kutoka nchi jirani. Ametoa kauli nyingi akishutumu Ufaransa kwa kuendesha operesheni za siri na kusaidia makundi pinzani. Madai haya yanaharibu uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, ikionekana kama jaribio la kutafuta kisingizio cha kuondoa ushawishi wao. Namba nne ni hotuba kali za Kapteni Traore dhidi ya ukoloni na mataifa ya magharibi. Amekuwa akisisitiza kuwa Afrika imechoka kuwa vibaraka na inahitaji kusimama kwa miguu yake. Hotuba zake zimepokelewa kwa hisia tofauti, zikiibua shangwe kwa wengi na wasiwasi kwa wachache hotuba hizi zinaonekana kama uchochezi wa hisia za kupinga magharibi na zinatisha maslahi yao ya kisiasa na kiuchumi barani Afrika. Sasa hapa tunaendea mambo matatu ambayo ni kikwazo zaidi kwa mataifa ya magharibi. Unakumbushwa kusubscribe tuwe pamoja. Sasa, katika hatua ya tatu, Kapteni Traore ametikisa mizizi ya kifedha ya ukoloni wa zamani kwa kukosoa vikali sarafu ya CFA franc. Amekuwa akidai kuwa sarafu hiyo ni chombo cha kudhibiti uchumi wa Afrika na imependekeza mataifa ya Afrika Magharibi kujitoa kutoka mfumo huo. Kukosoa CFA franc kunaonekana kama shambulio la moja kwa moja kwa utaratibu wa kifedha ulioanzishwa na Ufaransa ambao bando unatoa udhibiti mkubwa kwa mataifa ya Ulaya. Nafasi ya pili, Kapteni Traore amewageuka magharibi na kukumbata Urusi kijeshi na kiuchumi. Amekuwa akipokea msaada wa kijeshi na mikataba ya kiuchumi kutoka Moscow akisisitiza kuwa Urusi ni mshirika wa kweli. Kugeukia Urusi kunaonekana kama tishio kubwa kwa maslahi ya kimkakati ya Magharibi barani Afrika na inabadilisha mzani wa nguvu za kimataifa. Na sasa, nafasi ya kwanza kabisa, hatua iliyoonekana wazi kumfanya Kapteni Traore achukiwe na Ulaya ni kuwafukuza wananchi wa Ufaransa waliokuwa wakipambana na magaidi nchini Burkina Faso. Uamuzi huu ulionekana kama pigo kubwa kwa ushawishi wa Ufaransa katika ukanda wa Sahel na umechukuliwa kama kitendo cha uhasara. Hii inahatarisha juhudi za kupambana na ugaidi katika eneo hilo ambazo ziliunganwa na Magharibi na inahofiwa kuacha ombo la usalama. Je, upo upande gani? Ni mataifa ya Ulaya au unamuunga mkono rais huyo kijana wa Burkina Faso? Tuambie hali hii imeleta matokeo gani nchini kwako, tuachie maoni yako hapo chini. Hii ni Gumzoni. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na makala zetu nyeti na nzito zaidi. Uwe na siku njema.